Ndugu zangu vijana, tumeaminiwa na vijana. Sasa ni taifa la leo na kesho. Kama kijana mwenzenu, niliaminiwa, naombeni msiniangushe. Twendeni, twendeni Oktoba tukapige kura za kishindo, ili sasa Dr. Samia Suluhu Hassan apate faraja, aweze kuniamini na aseme kweli, Bukoli wanampenda kijana wao. CCM oyee, yeah. Mengi amesemwa hapa, ndugu mwenyekiti na mgeni wetu rasmi, mengi amesemwa. Mi napita tu nasisitiza yale ambayo tayari utekelezaji umeanza, barabara yetu ya kuanzia Mpomvu. Nairudia tena, barabara hii barabara ya kuanzia Mpomvu kupita Nyarugusu, kata ya Nyaruyeye, kata ya Bukoli, inakwenda kuigusa kata ya Butobela kule mwishoni kwa kiwango cha lami, tayari nikushatengewa budget ya bilioni 112.74 kwa kilomita 61 kuunganisha kipande cha barabara hiki hadi pale Ilogi. Ili sasa, ndugu zangu, kile kilio cha alami kimefika kikomo. CCM oe! Iko barabara ambayo mzee wangu mzee Kasendamila ameniagiza mimi na diwani, nawahakikishia tunakwenda kushirikiana tuitoboe barabara ya kwenda Mbogwe tupite hapa ile barabara yetu akiwa anatoka kwa Kenyamalimbe akipita pale Kamena apite ikina anyoshe moja kwa moja twende kwa Doto Biteko kule, naibu waziri mkuu CCM, oe! Iko barabara ameitaja ya kupita Bujula kwenda mpaka Nyamigogo, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaitengea bajeti barabara ya lami. Kazi yangu kubwa ni kwenda kuziombea barabara hizi ndogo ndogo zitoke TARURA ziende TANROADS, zipitike masika na kiangazi tupite na bodaboda zetu tupite na kabichi zetu tupite na mazao yetu kwa ajili ya maendeleo yetu. CCM oe, hicho ndio chama cha mapinduzi. Liko jambo la pili ambalo niwaambie mama zangu na dada zangu na ndugu zangu kwa ujumla, iko miradi miwili pacha. Bukoli hatuna dhahabu lakini Mungu ametujalia maji matamu, sema maji matamu imefanyika utafiti bukoli imeonekana kuna maji mengi sana maji hayo yanaweza yakasaidia zaidi ya kata tatu kwa hiyo miradi miwili mpacha inakwenda kuwekwa bukoli bilioni mbili nukta tano tayari zimekwisha tengwa kazi ni moja tu wana wa bukoli tuna kazi moja tu tukazijaze kula za Dr. Samia Suluhu Hassan tujaze kula kwa Jafari, tujaze kula kwa Faraji ili sasa miradi hii tuende, tukapige kula ya shukurani. We piga kula siku moja alafu ni daima maendeleo ndani ya miaka mitano. CCM oyee! ndugu yes zangu mnanifahamu, mimi ni mkulima namba tatu hiyo nimeshaingia. mimi ni mkulima pia ni mfugaji. katika ilani ya Chama cha Mapinduzi Bukoli tumetajwa, tena wameweka msisitizo ndani ya jimbo la Busanda kata kumi na moja. Kata nne zimetengewa viwanda vya alizeti, katika zile kata nne na l Bukoli, na Bukoli. Kwa hiyo kuna kiwanda cha alizeti kinakuja kujengwa Bukoli. Sasa tuanze kujiandaa e, zile mbegu zetu za alizeti tuweze kulima wenyewe tukamue mafuta hapa ya alizeti, yale mashudu tulishe mifugo wetu, tunenepeshe mifugo wetu. Na nilikuwa nanong'ona na diwani Faraji, akasema kuna mpango wa kuweka kituo cha kunenepeshea kati ya ntono pale, tutaangalia kwenye eneo zuri, tunenepeshe mifugo hapa, tuuze mifugo wetu na tuweze kupata pesa. CCM oyee! Hiyo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini katika pembejeo za kilimo mnanifahamu vizuri sana sitokuwa mzembe, nitakuwa mfatiliaji ili muweze kupata pembejeo za kilimo kwa bei ya ruzuku. Sitoruhusu pembejeo za kilimo ziuzwe kwa bei tofauti na maelekezo ya Chama cha Mapinduzi, maelekezo ya serikali, na kwenda kusimamia hili. Ndugu zangu, akitokea mtu au mtendaji au mwenyekiti wa kijiji au kiongozi yoyote akakuuzia pembejeo ya kilimo tofauti na bei ambayo serikali imeelekeza ntalala naye mbele kwa mbele. Mnanifahamu vizuri sana, mnanifahamu vizuri sana. Katika kilimo na kiwanda cha alizeti serikali haikusahau ilani hii, viongozi wetu walioko meza kuu tukiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndio hawa wamekwenda kuisuka na kusema jimbo la Busanda tunataka nini. Hawakusahau kuweka soko la mazao Bukoli, tunakwenda kujenga soko la mazao. CCM oyee! Kwa hiyo ndugu zangu, namba tatu hiyo na kwenda namba nne, elimu. Ndugu zangu, sitopenda kuona naishia peke yangu kuwa daktari, sitopenda kuona tunakosa wataalamu katika maeneo yetu, lakini katika ilani hii imeeleza kinagaubaga kwamba inakwenda kujenga veta nne jumla ziwe veta tano katika mkoa wa Geita tayari, tayari, tayari veta moja iko Chato, veta ya pili iko Geita mjini. Sasa zimebaki veta nne, yaani mimi na Faraji tushindwe kwenda kushawishi mkurugenzi na ile halmashauri sisi tukose veta hapa? Haiwezekani. sisi emoe shule Bukoli sekondari, mimi nimesoma pale. Changamoto zilizopo nazifahamu, na walimu wangu wako hapa na kila siku tunaongea. Kwa hiyo yako mambo ambayo tutayafanya ndani ya miaka mitano, nikishirikiana na diwani wetu huyu shupavu, shule yetu ya Bukoli sekondari, sasa kile kilio cha kuipandisha iwe high school waweze kusoma kidato cha tano na cha sita, na kwenda kulisimamia. Ili ndugu zangu, naombeni kwa kishindo, mnipe kula za ushindi, pia bila kusahau tukapige kura za shukurani. Kwenye sekta ya elimu, ndani ya miaka minne ya Dokta Samia Suluhu Hassan tumepata sekondari Ntono. Wengi walikuwa hawadhani kama itatokea, lakini tayari Ntono wale vijana wetu na mabinti hawapandishi tena kuja Bukoli sekondari mbali wanasoma pale pale ntono, tutapeleka wataalamu, tutapeleka maabara ili waweze kujifunza, waje kuhudumia zahanati zetu hizi, wahudumie vituo vya afya, wazalishe mama zetu na dada zetu. CCM oye! Hiyo ndio ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu, katika afya, katika swala so zima la afya tumetengewa kwenye ilani yetu vituo sita, lakini Bukoli tayari zilitengwa milioni 500 na Dr. Samia Suluhu Hassan Tupan... lile jengo linaonekana liko pale na nyiwe mnaruhusiwa kwenda kukagua na kupiga picha. Ni majengo ambayo unaweza ukayakuta mkoani lakini sasa tunayaona Bukoli, huduma itapatikana pale, na mimi ni daktari. Nikisikia mwananchi wa Bukoli amejibiwa lugha mbaya hospitalini, huyo daktari ajiandae. Na u uzuri mnanifahamu mimi, sitanii, ni kama mdogo mdogo hivi nachekacheka, lakini nikisimamia jambo wako ambao tayari wanatambua nguvu yangu. CCM oye! Akina mama na mikopo, jambo hey. La sita hilo, akina mama na mikopo. Dokta Samia Suluhu Hassan anasema hivi, ile asilimia kumi ya halmashauri ni haki yenu, na nyinyi wenyewe ndio mnalipa kodi. Kwa hiyo sasa diwani Faraji, nilipata kuongea naye akaniainishia vikundi ambavyo tayari vimeshapata mikopo. Ile changamoto sasa huwa ni kwenye kurejesha watu wakizipata, mgeni rasmi, wengine wanagawana kabisa kabisa, wengine wanaongeza wake, wengine wanaenda kujenga. Jamani eh, mikopo ile ni kwa ajili ya kufanya maendeleo, kwa sababu tayari sasa kiwanda kinakuja cha alizeti. Chukua ule mkopo, tengeneza shamba, lima, ili yale mazao upeleke, upandishe uchumi. Ukirejesha ule mkopo, wakopeshwe na wenzako. CCM, hey! Oye! lakini kama haitoshi lakini kama haitoshi, dr Samia Suluhu Hasani kwenye spichi yake na kwenye ahadi zake amesema ametenga bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo CCM! Oe, oe! Dokta Samia anataka ukampigie kula ya kishindo, ili mimi na Faraji tukienda kuomba hela hizi aseme, "Kweli Bukoli walinipa kula za kutosha, kweli Busanda waliongoza kwa kula za raisi." CCM oye! Ndugu zangu kwenye mikopo hii siwezi kuwasahau bodaboda. Bodaboda boda, oye! maafisa usafirishaji oye! na mimi mwenyewe ni bodaboda boda. Kwa hiyo sasa nimekaa nao, tumeongea tumekubaliana na kwenda kushirikisha wadau wa maendeleo, waende wakatuchangie, tukapate mikopo ambayo isiyoumiza malejesho, marejesho ya bodaboda yawe ambayo wanayamudu, waweze kulea familia, waweze kufanya oe, maendeleo wasikimbie miji zao. CCM oye!